Pengine unafikiri kuwa huu ni mtindo wa kawaida na wa kila siku. Sio kabisa. Hii ni brile kwenye nguo. Ndiyo, ni lugha ya wasioona kwenye nguo, lakini ni nani angefikiria kuhusu hilo? Na kwa nini chaguo langu kufanya kazi na walemavu wa macho? Lilichochewa na hali yangu ya maisha. Wakati nikikuwa kule Fika, eneo lenye idadi kubwa zaidi ya shule za walemavu wa macho nchini Kenya, niliwaona wanafunzi wakiendelea na masomo yao, nikakutana nao kwenye matamasha ya muziki na ya uigizaji. <tutu> kwa hivyo hilo niliteka moyo wangu, na muda ulipofika wa kufanya mradi wangu, nilitaka kufanya kitu ambacho kingewaruhusu kuelewa mitindo, jinsi ninavyoihisi, huwapa ninachokifurahia. Braille ni mfumo wa kuandika unaotumiwa na watu wenye ulemavu wa macho jumuisha nukta zilizoinuliwa na zilizopangwa kwa njia maalum zinazowakilisha herufi, nambari au alama za uakifishaji. Mnamo mwaka 2019 Angela alikuwa tayari kuanzisha Hisi Studio. Hebu tujue jinsi alivyofaulu kuhakikisha nguo zake zinafikisha ujumbe. I strive to ensure that, ninahitaji kuhakikisha vile kwenye nguo zangu zina urembo na zinasomeka mahali zimewekwa. Tunazipachika kwenye mikono na kifuani. Kwa hivyo kwenye mkono inavutia kwa mtu yeyote ambaye angependa kuguswa na kwenye kifua huvutia mtazamaji kwa sababu tunataka kuhakikisha kuwa tunaongeza ufahamu kuhusu brille. Kwa hivyo hiyo inaruhusu watumiaji na watazamaji kuwa na mazungumzo kuhusu nukta hiyo. Kulingana na ripoti za tafiti za masoko iliyofanywa na Vogue Business. Soko la kimataifa la mitindo linatarajiwa kuzidi dola bilioni 400 ifikapo mwaka wa 2026. Hata hivyo, mitindo kama hii bado ni chache katika masoko makubwa. Kwa nini? Nilipata ulemavu wa kuona nikiwa na umri wa miaka kumi, na nadhani huo ulikuwa wakati ambapo ya maisha yakawa mapya katika ulimwengu wa kutokuona. Ni ulimwengu wa kugusa sana, na nadhani hiyo imeubadili mtazamo wangu, hususan kuhusu mitindo jumuishi. Nikizingatiwa mimi ni kijana wa kike, bila shaka napenda kuonekana mzuri, ninapenda mitindo, napenda kuonekana maridadi lakini pia ninataka kuifanya kwa njia inayonijumuisha mimi mwenyewe na pia kwa watu wengine. Sikuwahi kufikiria kuwa mitindo jumuishi ingewezekana, hakika nimekuwa nikifikiria sana. Unajua, siku zote ni vigumu kuwa na mtindo maalum haswa unaposhughulika na tu wenye ulemavu wa kuona, kwa sababu unategemea sana wasaidizi kukueleza mambo. Hii ni rangi gani, inaonekana vipi, na kadhalika. Lakini nadhani Angela amenipa mtazamo tofauti, kwa sababu aliibua kipengee cha uhuru pia imetoa funzo katika suala la jinsi ushonaji unavyofanywa na vipi kuboresha, tunawezaje kuifanya idumu kwa muda mrefu na jinsi gani tunahakikisha kwamba watumiaji wote, watu wanaweza kufikia maelezo au nyenzo kwenye mavazi. Ninapenda sana ukweli kwamba hata tunapoandika kwenye mavazi, kwa kawaida tunajikita kwenye utetezi kuhusu jinsi tunavyojumuisha watu wenye ulemavu. Kama nguo ya mwisho niliyokuwa nayo, imeandikwa kadiri tunavyoona kidogo kwa macho ndivyo tunavyozidi kuona kwa mioyo yetu. Angela na Sandra walijumuisha brile ambazo zina maana kwenye nguo, lakini ili kununua nguo hizo, wanunuzi wanahitaji mwongozo kuchagua nguo wanazopenda. Kitu kingine muhimu kwenye mitindo yetu ni msimbo wa QR tunayeongeza kwenye kila nguo. Msimbo wa QR una maelezo kuhusu aina, rangi na ukubwa wa nguo, vilevile kanuni za kufua na kuitunza. Wenye ulemavu wa kuona wanajua jinsi ya kutumia simu zao kusoma yaliyomo kwenye mifumo ya QR na kuhifadhi nakala kwenye simu ya mkononi, na kuwasaidia, kwani wanaweza kusikia maelezo hayo yote kwa sauti. Angela Wanjiku anatumai mchango wake kama mwanamitindo wa nguo za walemavu wa kuona utahamasisha kuhusu suala la ujumuishaji katika tasnia ya mitindo. Inachotarajia kwanza kupitia mitindo ya nguo za brile ni kuongeza ufahamu kuhusu ujuzi wa kusoma na kuandika breli. Uelewa wa brile ni muhimu miongoni mwetu, kwa sababu inawawezesha walemavu wa kuona kushiriki zaidi. Ninaamini wanamitindo wanajitahidi kuwajumuisha wote. Huenda isiwe katika suala la mtindo jumuishi wa ulemavu, lakini tuna nguo ambazo ni za ukubwa kamili za jinsia mbalimbali mbali na mitindo isiyo ya kawaida inayokuja gender fluid, lakini kwa mavazi jumuishi kwa walemavu ni mtindo mpya kabisa. Hakujawa na utafiti mwingi uliofanywa katika sekta hiyo, lakini najua ni jambo ambalo wabunifu wa mtindo wangetaka kulikumbatia wakiwa na maarifa ya kutosha kuhusu fani hiyo